ni kwamba jeshi letu la, la zimamoto waliwahi wa, mapema, lakini vitu vingine ambavyo vilikuwemo ndani, kompyuta, printer, vitu vingine vyote vyote vimeharibiwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu.